Huyu wa kushoto naye anasema Mwenyezi Mungu mpe maharibiko mja wako huyu aliyejizuia kutoa. Sasa ukiitazama kiimani, maana yake ni kwamba, zama ukitoa ndio unafungukiwa na ndio uhalisia ulivyo, na zama ukiwa unajizuia basi unaharibikiwa. Na hii inatupelekea kutengeneza mfumo ambao sisi Waislamu katika maisha ya kila siku, utoe sadaka nyumbani kwako, watunze watoto wako, tunze mkeo, nenda katoe sadaka kwenye madrasa, saidia watu, toa kwa watu, toa kwenye misikiti, toa sadaka mbali mbali ambazo unajua hii ni sadaka wa kuweza kulisha watu lisha, wa kuweza kuwapa watu mitaji toa, wa kuweza kuwajengea watu majumba, wakaambia nyinyi walimu wa madrasa, nyinyi walimu wa shule, nyinyi mayatima kaeni hapa, toa. Nafasi ya kutoa inabakia kuwa kwako, kwa hii imetokana na